Innaha satakunu ba'di atharatun, kwa hakika jambo lilivyo utatokea baada yangu mimi ubinafsi wa kujilimbikizia mali kama wanavyoeleza shurah alhadith. Utatokea baada yangu mimi ubinafsi wa kujilimbikizia mali, yani kwa watawala. Watapatikana watawala baada yangu, zama za baadaye huko, watakuwa wabinafsi mno, wanajilimbikizia rasilimali za nchi kwenye mambo yao binafsi, watatokea hao. Wengine katika ulama wametafsiri athara kwa maana ni watu ambao watakuwa na upendeleo na ubaguzi katika mgao wa rasilimali. Kuna watu watapewa sana na watasogezwa karibu na wao, na kuna wengine katika raia hawatopewa na watawekwa mbali, watakuwa hawana mizania

Nyinyi hamto waafiki hao watawala katika mambo hayo, mkitazama maona hasa mbona, kama jambo haliendi sawa, mbona katika nukta hii, kama vile hawatendei haki hao watawala. Watakuja watu kama hao. Sasa angalia mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hii ndiyo tofauti ya manhaji ya Ahlisunna na manhaji ya Makhawariji na wanaharakati wao. Katika jambo kama hili, wanatumia akili zao kutibu tatizo haya. Mtawala ni mbadhirifu mwizi pengine wa rasilimali za nchi mbinafsi, ana upendeleo, na mfano wa haya, yamebainika yame kwa mtawala wetu. Sasa tufanyeje? Ndio tuandae maandamano? Na wauliza, sasa ndio tuandae maandamano na fujo katika miji, tuweke migomo? Sasa madaktari gomeni, hakuna kuna, kuna kutibu mtu, jamani, watu watakufa, wacha wafe, kuna kutibu waalimu goma, sijui watumishi gani goma, polisi acheni silaha, tupa silaha, hakuna kulinda, wacha nchi baki bila ulinzi. Kwa nini mtawala huyu atendi haki? Ndio hivyo. Haya ni majibu ya mahawariji na wanaharakati wao, ndio majibu yao, haya mepesi tu. Wenyewe wanaona kwamba yanasaidia ya mambo, lakini kiuhalisia kwa tulivyoona mambo mengi katika ulimwengu wa sasa majibu haya mepesi yameharibu mambo. Mtume akaulizwa, qalu ya rasul Allah, wakasema ewe mtume wa Allah, kaifa tamur man adraka dhalika minna, ni kitu gani unamwamrisha yule ambaye amelidiriki jambo hilo miongoni mwetu. Sasa kuna mtu katika sisi kakumbana na watawala kama hao, wamwamrisha nini, afanyeje? Ha, nyie mwategemea mtume akatoa majawabu gani? Fanyeni maandamano, ingieni msituni, mtoeni, mng'weni au gomeni? Haya si ndio wa tunayoyafanya sisi wa wa na baadhi ya Waislamu wengine wenye kuitwa mashehe wanayalingania mambo haya. Tumekasema kasema tuadduna alhaqq alladhi alaykum ii, wallah mtaitekeleza ile haki iliyo juu yenu kwa mtawala wenu, ikiwa kama ana haki zake mtazitekeleza, mtamtii mtamtekelezea haki zake za kumheshimu na kumsikiliza. Haya yale tuliyodhulumiwa sasa, itakuwaje? Anasema Mtume ali salam, watasaluna Allaha alladhi lakum, na nyinyi mtamwomba Allah subhanahu wataala ile haki yenu. Hebu ha? Angalia haya mafundisho ya Uislamu ni mafundisho yenye kuutumikia umma kwa miaka mingi sana ni mafundisho yenye rahma na yaliyopima maslahi makubwa sana. Wewe unaweza ukaona kama haya ni majibu ya uoga hivi, lakini maslahi ya watu yako hapa: ni kutekeleza haki za hawa watawala madhalim na kumwomba Allah haki zetu, kwa sababu huo utawala anautoa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndio alimuweka pale, hashindi kumwondosha kwa namna ambayo itakuwa ina maslahi na waja wake na tuna mifano mingi kwenye miaka mingi katika duali zilizotangulia, daula za Kiislamu, namna Allah alivyowatetea raia wema kutokana na watawala madhalimu, kwa namna ambayo wao wenyewe wa hawakutarajia. Wakaondoka madarakani watawala wale kwa njia za ajabu kabisa, tena wakati mwingine ghafla, bali pana wengine wakauzwa na watu wao wa karibu. Ninyi mnajua historia, pana watawala wamepinduliwa na watoto wao wakuwa saa wakawapindua wazazi wao. Pana watawala wamepinduliwa na wale askari wao watiifu wale walinzi wao wa karibu ambao siri zao wanawapa wale wale, wakachoka sasa. Sasa hii too much, mzee anakoenda sasa anaharibu. Pindu kija asubuhi amkuta mwingine ambie mzee, ingia pale unywe juisi, ili jambo hebu liache kwanza, kale fruti kule, jambo la mtu mwingine, ili wangapi ndio haya maneno, na maslahi yakapatikana makubwa, bila ya umwagaji wa damu, nchi isiharibiwe wala mali za watu zisipotee. Akaja mtu mwingine akaendeleza jambo haya. Mambo haya yanatokea na maslahi yake yanaonekana. Maulamaa wa Ahlusunna wameyazungumza. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyatolea hukumu huko wakati wake, alaihi salatu wassalam. Hii ni nukta ya kwanza ambayo imetajwa katika maneno ya Imamu Attahawi rahimahullahu taala. Nukta nyingine ambayo imetajwa hapa na tumeitaja mara kadhaa katika hadithi kule nyuma, ni kwamba utaona adilla zinaashiria sisi kuwatii watawala katika taa, katika marufu, kuwatii watawala katika mema na wala tusiwatii katika maasi, ma lam yaamuru bimaasiya, muda wa kuwa hawajaamrisha maasi Imekuja fain amaru bimasiyatin fala sam'a wala ta'a. Ikifikia mahali wakaamrisha masia, basi hakuna kuwasikiliza wala kuwatii. Hili jambo nalo likoje? Kadhia hii wanaeleza ahlul ilmi kwamba adamu ta'atihim fil maasiya la yaani dhalika alkhuruju alayhim, kutokuwatii watawala katika masia wenye kuwaamrisha hilo, halina maana kwamba ndio kuwaasi sasa tuingie msituni tupambane nao au tutengeneze makundi ya uasi ndani ya jamii kwa maneno tu hata bila kuingia msituni na mtutu? Haina maana kuwaasi, bali maana yake kama wanavyoeleza ahlulilmu, sisi hatutomtii katika lile ovu ambalo ametuamrisha, hatutolitekeleza sisi, lakini twaa yetu kwake maadamu ni mtawala itabakia katika yale yote ambayo hayana maasi ya ndani yake. Mfano, mtawala akaamua tu kaamka asubuhi nasema hivi, hakuna Waislamu kwenda kuswali jamaa misikitini. Yawezekana pamoja na kwa jambo baidi, lakini kwenye baadhi ya nchi limetokea hivi mathalan, au hakuna Wakristo mathalan kwenda kanisani, marufuku. Kila mtu kitaka abudu nyumbani kwake, sitaki mimi mambo hayo. Haya ni maasi kwa maana ikiwa tuna uwezo wa wakum, kumkiuka katika jambo hili, basi tutaenda msikitini sasa, hata kama ya tatu tutaswali jamaa na wengine watakenda katika maeneo yao ya ibada. Lakini je, jambo hili sasa ndio litahalalisha sasa, tukiwa pale msikitini kuambiana, mmeona sasa, mmeona, mshaswali hiyo jamaa, asimama khatibu wenu au shekhe wenu au imam, mmeona? Mtawala huyu alitufikisha imefikia mahali sasa atuambia tusije msikitini kusali jamaa. Umefika wakati wa kumng'oa sasa, semeni basi, watuambiana basi pia na, je, takbiri tumtoe? Nyie hamjaelewa, yeah, sisi tutamkhalifu katika hili lakini katika yale mengine kwamba yeye ndio mtawala wetu ndiyo rais wetu ndio ndio sultan ndiyo mfalme a yatabaki pale yale siyo maasia, katika hili hapana. Na pengine wale maulamaa na wale watu wenye kutoa nasaha watamweleza bila hsani, mheshimiwa, katika hili utatuwia radhi, hili, hili, hili haliwezekani, lakini wewe ni kiongozi wetu bwana. Kwa maana taa itabakia katika yale mengine yasiyokuwa maasia, na katika hili la maasia hatutomtii. Ni kwamba sio mtawala anapotuamrisha maasi, tukamkwepa na kumkiuka, kwamba ndio imekuwa sababu sasa ya kumwasi hata kwenye mengine, la wa alfu la. Na hichi kipengele ndipo Makhawariji walipopata kizunguzungu, kisunzi, hawajaelewa hapo kabisa, kwa sababu wao hawasikilizi maneno kutoka ahli ilmu, wanawachuweni wenye kuwalea watu wenye kukubalika. Kwa hivyo hicho ni kipengele cha msingi sana ambacho nilisema nikisema, idhan bali yajibu an tabka taatuhum fi ma laisa fihi masia, bali tunaambiwa na ahlulilm ni wajibu ibakie taa yao hao watawala hao katika yale ambayo hamna ndani yake masia. Tutaendelea kuwa tii na tutawakwepa katika mengine. Ni kama leo hivi, kuna mambo mengi wayakwepa leo, waona kabisa haya yalivyokaa haya, kama haya hayaendani na dini yangu, haya wayakwepa. Lakini ukiangalia taratibu za watawala zilifo na nchi zilivyo, pengine kwa mambo hayo yanafaa. Nitakupeni mfano faida inayopatikana katika pombe.